Na tukirudi hapa nchini ni kwamba ripoti ya upasuaji wa maiti ya msichana wa miaka kumi na miwili aliyepatikana ameuawa eneo la Embakasi Jumamosi iliyopita imeonyesha kwamba alidhulumiwa na kubakwa kabla ya kunyongwa. Upasuaji huo umeonyesha kwamba mwili wa Patience Mumbe ulikuwa na majeraha mengi kichwani na hata mwilini, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Ben Kirui. Katika makafani ya Nairobi Funeral Home, wazazi wa Patience Mumbe walisubiri kwa wasiwasi huku wasi, wachunguzi wa maiti wakikamilisha upasuaji kubaini chanzo cha kifo cha binti yao. Matokeo yaliyotolewa yalibaini kuwa Patience alifariki kutokana na majeraha ya kichwa na kunyongwa, huku ushahidi ukionyesha kuwa pia alidhulumiwa kingono. Majeraha mengi yaliyobainika mwilini yanaashiria ya mauaji ya kikatili ya mtoto huyo. Niko na uchungu kumpoteza mtoto mdogo kama huyo ambapo bado haijajulikana ni nini ilimfanyikia. Hilo jambo limenishangaza kabisa, so ningeomba serikali wafuatilie hiyo kesi na waongee ukweli what really happened, na at least mtoto wangu apate haki yake. Also from uh, review of the body they confirmed that uh, the body had injuries all over from the head Hali iliyozingira kutoweka kwake inaendelea kuibua maswali mengi kwa familia. Inaripotiwa kuwa Patience Mumbe alipotea akiwa anacheza nje na marafiki. Picha za CCTV zilizorekodiwa kwenye maduka kadhaa eneo hilo zinaonyesha Patience akikimbia kutoka nyumbani kwao kuelekea barabara inayoelekea kituo cha magari cha Taj Mall. Patience alipotea Thursday. Alikuwa hapo nje akicheza na siblings wake. Uh, niliku, nilikuwa kwa nyumba so nikawaita warudi kwa nyumba, na akuitika, sibling wake akaniambia Patience amekimbia. Uchunguzi kuhusu kifo hicho cha kutatanisha unaendelea huku wapelelezi wakithibitisha kuwa tayari wanazo picha muhimu za CCTV na wanachambua kwa kina kila ushahidi uliokusanywa kutoka eneo la tukio. Hadi sasa hakuna mshukiwa aliyekamatwa. Kama familia, tungependa waendelee na uchunguzi, at least tujue huyo mwenye alifanya hivyo and maybe tupate sababu ya kufanyia huyo mtoto hivyo. Wakati huo huo, polisi Embakasi wamedhibitisha kupokea visa vinne vya watoto kutoweka katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Ben Kirui, runinga ya Citizen Nairobi.